Game ya bongo bado inaendelea kuzalisha vipaji tofauti tofauti na tunaona watu wengi ambao wanaingia katika game ya music na wanafanya poa kabisa. Ah, kila mtu anakuja na ubunifu wake. Umeona bwana, lakini miongoni mwa watu ambao wamekuja na ubunifu fulani ambao wa kitofauti kidogo ni huyu jamaa ambaye anaitwa Wizzy MP. Umeona bwana, Wizzy MP ni msanii ambaye anafanya muziki fulani hivi wa hip hop, umeona, lakini pia lifestyle yake ndio ambayo imekuja Eh, kidogo kuleta utofauti, tofauti kidogo katika game hii hapa. Yeah, au vipi bwana, kwa sababu ni mwanafani ambaye anatembea mtaa kwa mtaa, lakini pia akiwa na mshikaji wake ambaye anakuwa kabeba speaker, ya design kama akiwa na mic, akiwa anachana kinoma noma na ana freestyle vibaya mno. Umeona bwana? Na juzi kati hivi kulikuwa kuna tamasha la Samia Music Festival. Umeona. na alipata shavu kutoka kwa msemaji mkuu wa serikali hapa anamzungumzia Mheshimiwa Msigwa. Design kama, aliposti picha yake pamoja na kuandika baadhi ya maneno kwamba anasumbuliwa na watu wengi sana Simu zinakuwa ni nyingi sana za kumhitaji Wizi MP pia kubaliki lile stage. Umeona, wana tuliona nafasi hiyo alipewa pale na alionesha kile ambacho kilichokuwa kimestahili ya yeye kuwepo katika lile jukwaa. Na tuliamua kupiga naye story kuelezea yale ambayo, uh, kile kwanza taarifa ilimfikia akiwa katika mazingira gani, lakini pia na nini ambacho kilichokuwa kimemjia katika kichwa chake na kupata ile nafasi kwake kaichukuliaje mpaka kupata hiyo nafasi ya kuperform. So yo, Wizi, let's go. Kwanza naweza nikasema ni uwezo binafsi kwa kwanza, na ndugu pia, tunachokifanya sio cha kijinga, kwa sababu mpaka wale viongozi wanakubali, sio rahisi na hili kitu. Pia nibidi kupambana na kuongeza bidii nizidi kufika mbali zaidi, kwa sababu taarifa ya wewe kuwepo pale kwamba uliipata muda au na wewe ulishtukia tu kama vile ambavyo watu wengine walisanukia kupitia ukurasa wa nani, msemaji wa serikali? Ni surprise hiyo hiyo, kama ile nilivyosurprise kia. Kwa hiyo haikuwa kabisa na taarifa nayo yani ulikutana nayo tu, yes. Kwamba isha nani pale. Yeah, swala taarifa yote yani. Yeah. Uh, performance ambayo ulifanya ilifanya wow. Performance ambayo ni kubwa sana by the way, tukushukuru sana kinoma noma, umetisha. Lakini pia yeah, kutokea pale sasa hivi, uh, ni kipi ambacho umekiongeza kwa nafasi yako? Uh, kwanza nimeongeza, nimejifunza kitu kupitia ile stage, umeona yeah, sababu ndio malango ya kwanza na perform kubwa yeah, ama ile yeah, vale ya nimejifunza vitu yeah, na pia imeniongezea hata followers, umeona bwana, ndio yeah, na nimeachia pia ngoma leo juzi pale, niliwatambulisha pia, naona mipokeo yao kwa mapokezi mazuri yeah. Kwa hiyo kuna ngoma ambayo sasa hivi umeshaiachia? Muda huu hapa nimeachia, ni nimefanya na Maarifa ah, ah, yeah, inaitwa tatu tatu, niko na Maarifa, ngoma inaitwa tatu tatu yeah. Wengi wa hao ambao wanakufuatilia wamezoea sana kwenye freestyle. kwa hiyo ina maana hii ni ngoma official kabisa ndo ya kwanza au kuna ngoma zingine ambazo zilishawahi kuachia huko nyuma? zipo nyingine ambazo nimeachia. Kuna ngoma inaitwa Mula, kuna Bon Twini yeah. kuna ngoma inaitwa Kolo Love, zipo yeah. zipo YouTube ah, yeah, one for the money, zote ni ngoma zangu zipo YouTube yeah. wewe ndio ambao ulimtafuta Maarifa au yeye mwenyewe ndio akaona kwamba hapa kuna kitu cha bidii tufanye? Ah, brother alielewa uwezo wangu pia vipi nilikuwa natamani nifanye naye kazi. Yeah. Ila uzuri pia baba alielewa kitu ninachokifanya. Yeah. Na pia tuliamua kupiga naye story nyingine kwamba yeye uh, jisikaje vidivuja baadhi ya clip ambayo ilikuwa imeenda viral sana akiwa anachana na mbele yake akiwa mtu mzima Harmonize. Mmeona bwana video hiyo ilikuwa imeenda viral sana kwa sababu alivyokuwa anachana. Anachana kila kitu ambacho alichokuwa anakifanya Harmonize. Na Harmonize kuvutiwa kwake aliamua kumpa kibunda. Na tumepiga naye story kujua kwamba ili kaje kaje na yeye pale alienda ilikuwa kwa vipi, na jinsi ambavyo alivyokuwa anachana ile mistari pia walibahatika labda kupiga naye story baada ya pale au la. So, Wizmp talk to me my g. Uh, like, yeah, nilisha, nilisha mcheki hmm. au kwa oh, hiyo mimi naamini tu siku labda mm. kama nitakutana naye mm. tutaongea tuta tu majambo mengi umeona, kwa yeah. sababu mwenyewe kuna vitu vingi pia na tamani kutoka kwake pia yeah. yeah. design kama kibunda cha bei gani? Mzee wangu siku ile ulifinya baba tena! <laughs> yeah. yeah. Kwa hiyo na maana baada ya hapa sasa, tutegemee sasa hivi Wizzy MP ngoma back to back, lakini pia show tofauti tofauti pia tutegemea kutoka kwako. Ah, ngoma back to back show tofauti tofauti na freestyle yanaendelea, yeah. Bado yeah. ni moto ya moto. Na u vipi eh? Basi fresh, mwanangu, shukrani sana na tumeenjoy sana kupiga story na wewe lakini, uh, tukutakie mziki mwema na kile ambacho unachokifanya maji. Amen. I na pia ngoma yangu hiyo hapo. Yeah. Kubwa, tuzidi support pia kama tunavyo support freestyle. Na kiongozi wangu yeah, yeah. Maana wengi wanakuta watu wana, wanasemaga wengine ah, ma freestyle wa chini ngoma au zisambaza, kwa sababu yeah wanafuatilia tu TikTok na Instagram, wafuatilia pia na YouTube na ngoma yeah, kama hizo zisambaze yeah. Sasa wao kikubwa tu na ngoma pia zisambaze, kama za kusambaza freestyle zangu, na au vipi ya ya, ya kwenye makubwa, hata kwenye mitandao ya kijamii unatumia kama nani, wengine ambao wanatusikiliza sasa hivi wapate nafasi ya kwa kwenda kidogo kuangalia mafreestyle na vitu vingine. Uh, YouTube ni Wizzy MP. Yeah. TikTok Wizzy MP official, yeah. Na Instagram Wizzy MP official. Yeah. Uh, mitandao mingine yote ilobakia ni Wizzy MP. Yeah, umetisha kinoma noma mwanangu. See you next time, my G. Yeah, unyama sana. Pamoja. Nyama ni mwingi mzee wangu, mwenyewe natumia kama Pino underscore rhymes on Instagram pamoja na TikTok, kote kabisa Ati Pino rhymes unyama ni mwingi pow pow aye